sema kuna kipande hapa ambayo cha mbele na mkabidhi mbele ya maandishi Ndugu Thabiti Kapaulana na nakiweko mama mzazi na wadogo zangu e, pote hapa, linamiliki mimi. Haya, ay, e, sasa mheshimiwa rais wangu, samahani kidogo nyalapazi lakini, kwa kuwa kwa sasa hivi kesi hii a, mheshimiwa, umeifanya vizuri sana na wakati serikali inaendelea kuweka mikakati yake, kuna baadhi ya wananchi waliomba kwa ajili ya kufanya shambadarasa na walikubaliwa, lakini kwa masharti kwamba serikali itakapo kuhitaji eneo lake muda wowote wawe tayari kurudisha, na walirizia. Na ilipofika muda serikali wamehitaji eneo kwa ajili ya kuanza ujenzi wa soko waliwataarifu wananchi na paa, wamerudisha, lakini ndugu Thabiti Kapaulana yeye aligoma. Na huyu bwana kwanza, na kauli yake anayezungumza hapa, inaonekana ni uongo wa kusema, kati ya yeye na baba yake ameanza baba yake, sisi tunavyofahamu ameanza yeye. Kwa hiyo kidogo naona ana tatizo kwa miaka kwa miaka yuko kumi uliokaa madarakani eneo lilikuwepo na na shida, tulimwita na na kijijini na tukamwambia, kwa maadhimio ya kutosha, umekaidi wito wa serikali, kwa maadhimio ya serikali, kuandika halimashauri imekaa imekuambia uandike barua ya maombi. We umeingia kinyume na utaratibu, haustahili kuwepo kindani ya kijiji hicho masaa ishirini na nne alipewa huyu bwana, na akaja akaandika barua ya kukindi kwamba hatolima eneo hilo na ataliheshimu. Sasa dogo maisha yake anayeishi, tunaona kama tunamlinda, tunakaa kimya, hatusemi, na mkuu wa wilaya umekuja, tunaonekana kama tunacheza mchezo wa kuigiza kwa Kapaulana Wananchi wote wanalia na michozi inatoka, pamoja na mimi mwenyewe michozi inanitoka, kwa sababu nikisha jadili kulomba niungane na hao, ungekuta maiti kwa Kapaulana, ungekuta maiti kwa Kapaulana. Kama una tatizo lolote, kawashaaiki mahakamani. Enye lako ulizonazo mipaka ya kijiji toka mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne ambayo iliwekwa, naendelea kuheshimiwa na viongozi wote mpaka leo, iheshimiwe eneo la soko wa kijiji liloanza mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne. Viongozi awamu kwa awamu, na wote wamekaa hapa, wengine wakaliheshimu, mkalitenga kwa ajili ya maendeleo ya kijiji, bado mkatenga eneo la maduka na bado hakuna yoyote anaweza kuingia kama sio mamlaka ya serikali ya kijiji. Jambo la pili, natoa onyo kwa Kapaulana Thabiti, Pius Kapaulana, kwa jina lako malalamiko ya udhalilishaji unaotokea, wale wote ambao wana changamoto hiyo watoe taarifa kituo cha polisi na sheria chukue mkondo wake.